hii game unaona, imeleta songo mbingo kidogo, imechangamsha mji, imechangamsha nchi kidogo. Unajua, Simba hawajaisahau tangu walivyowatandika wale wale wale mabwana swala uzwala walivyochezelea zile nne bila, wale hawajawasahau mm. Mm kuna mtu tena leo nimekutana naye, na kwanza ni mtu mwenyewe mwanamke, mwanamke ananiambia, hii Simba inayokuja hii timu ni timu moja ambayo tunaisubiri kwa hamu tufarie, hata kama kuloga basi, tutaloga nchi nzima kutokana na kwamba tunajua ni one of the top uh, top team in Africa, top 10 team in Africa, na imeshaonyesha jinsi gani ambaye una uwezo mkubwa hapa. Kwa hiyo wanajaribu kumobilize sana sasa hivi hapa kwamba, wasijali wewe ni mashabiki wa timu gani, whether ni Highlanders, whether ni Swallows Wanderers, sijui nani, lakini wote eh, Buffalo sijui nani, wote wajaribu kuungana pamoja, a uh, waweze kuishangilia Nsingizini ili waweze kufanya nini, waweze kupata matokeo, na hii kusema ukweli hii timu inapokuja kucheza hapa Lobamba lo hapa, uh, inakuja kucheza kama away from home kwa Simba, hata wasio si na wasiwasi waa wasi. wenyewe sio wo wonjawaa nyumbani wanyewe kwa sababu wanatokea pembezoni mwa mji mwingine unaitwa Shangano, ambayo ni mji mdogo upo karibu na boda ya South Africa, lakini kwa retifu, boda mm -hmm. na, ni boda ndogo sana wanapotokea hii timu, na lakini ni timu ambayo imepanda ghafla kwa kiwango na vile vile vile inadhaminiwa na mtu mmoja ambaye ni mzito kidogo kifedha. Kwao wamejaribu kuitengeneza ile timu, ni timu ambayo ameianzisha yeye mwenyewe from the any from the roots. Timu alianzisha mwenyewe from the roots na akaikuza, ya akarishi jina tu ambalo lilikuwa la zamani, lakini timu alianzisha yeye mwenyewe akanua lile jina akalipachika kwenye timu akaendelea na ile timu mpaka ikafika ligi kuu, na ilipofika ligi kuu imechukua ubingwa na aliandaa, walijiandaa vizuri. Hivi tunavyoongea ni kwa wiki iliyopita nilifanikiwa kwenda kwa kwamba ni kama vile wamepewa amri sasa kutoka kwa kwenye yani, kama kama vile wamepewa amri kutoka kwa mfalme. Unajua, nchi bwana, inaendeshwa kifalme, kwa kila kitu kinatolewa amri hapo. mm -hmm. amri kutoka kwa mfalme, hakuna mtu yote ambaye anaipinga. Kwa hiyo wameambiwa wawape massive support na wanajaribu ku mobilize all over the country kwamba wawepo uwanjani kuweza kujaza uwanja, uh, waweze kushangilia timu yao. Kwa hiyo Simba sigeemei mheshimiwa rais, na mimi ni mwenyewe nimewashuhudia wakicheza, jamaa wanacheza mchezo mzuri, wanaweza kujipanga kuanzia nyuma kwenda mbele wana midfielders ambao wanaweza kuhold mipira na na, kwa kifupi ni kwamba kwanza wana spidi ya hali ya juu. Wanacheza mpira sawasawa na South Africa tu, hawana tofauti yote na South Africa, Nsingizini na wana wachezaji wawili watatu ambao wapo kwenye national team kwa sasa hivi, wanang'aa zaidi ndio wachezaji ambao wanang'aa zaidi kwenye national team kuliko wachezaji wa timu yoyote ya Eswatini, na wako on form kwelikweli. Kwa hiyo Simba wasitegemee kwamba ni game rahisi, ni game ngumu kusema kweli, wasitegemee matokeo kama watayapata kama mara ya kwanza, lakini na imani kwamba Simba kama Simba kutokana na ujana Wakati wake na uzoefu wake katika mashindano ya kimataifa basi wataibuka kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, ushindi mzuri tu. Kwa hiyo upande wa ushangiliaji wa mm, Watanzania -hmm, wamejaribu kujimobilize. Watakuja Watanzania kutoka sehemu mbalimbali wa Pretoria na Johannesburg, wengine wanatokea Durban, wengine wanatokea Cape Town, wengine Port Elizabeth, uh, East London, wamemobilize. Kuna usafiri tofauti tofauti ambao upo kule tayari wameshamobilize, uh, uh, wamemobilize. Kwa kifupi ni kwamba huu uwanja navotarajia mimi jinsi ninavyojua mimi wa Tanzania tukijega kucheza hapa Swazilendi, basi ni kwamba huu uh, uwanja utatawaliwa na Watanzania watajaa wa Tanzania zaidi aule uwanja zaidi hata Waswati wao wenyewe. Kwa hiyo kiualisia kwamba Wanasimba wasizalau hii timu, wasizalau kabisa hata kidogo, wasidharau kabisa hata kidogo. Lakini vile vile na uhakika kwamba tunaweza tutapata matokeo mazuri, lakini wasidharau hii timu wakafikira labda ni walk over. Sasa na wanacheza timuaaj nadhani kama tutakuwa tena kama tumeweza kupita kwa draw ya moja moja na ushindi wa ugenini basi na watu tusiwachukulie so poa, watu wa, wa, wa, wa kusini mwa Afrika ukutimzana wa wa na wanyuma vivyo wana wanatamani wadevelop, wameanza kudevelop. Na kusema ukweli, nimekuja hapa kwanzia jana, jana kuamkia juzi, na nikapata kupita kwenye academy jana juma jana ilikuwa Jumapili, ndio jana juma ilikuwa yeah, Jumapili nilipita kwenye akademi moja hapa Prince of Wales, nimeangalia jinsi gani ambavyo wanajaribu kumotivate watoto wadogo na wanavyofanya vizuri ah, jamaa, miaka kumi ijayo na wenyewe vilevile watakuwa na timu ambazo kidogo zitakuwa zina zina ushindani mkubwa, ninavyoona mimi lakini kwa mtazamo wangu mimi nilivyoona lakini wengi wana, wengi wanaamini kwamba uh, licha ya kuwa mabingwa ligi kuu ya Eswatini lakini uh, Eswatini kwamba hakuna soka la ushindani zaidi kama ilivyo kwa nchi nyingine. Tusijidanganya kwenye hilo hapo kusimole ukweli. Tusijidanganya kwenye hilo hapo. Unajua mimi nilifunga safari wiki iliyopita ile nikasema ngoja nikawashuhudia wa jamaa jinsi wanacheza mpira. Na at the same time kuna mchezaji mmoja ambaye alikuwa nimemlenga alikuwa anataka nje nimtazame hapo. Tuangalie kama anaweza kunitembeza jiji dogo ama vipi? kwao Nilipokuja hapa nikawaangalia, na mimi mwenyewe nimeridhika na kiwango ambacho wanacheza. Wanajaza mpira, wanacheza mpira ambao unaeleweka kwenye kitabu. Ukisema utoe hapa fanye hivi, uweke hapa, uweke hapa, basi yote yanakwenda vile vile jinsi ambapo jinsi ambapo wamepanga. Umeona eh? ama jinsi ambapo wa wanafundisha, yani kwa wakicheza mpira, unaona kabisa kwamba hawa wamefundishwa mpira na wanacheza mpira sio, na tu amba, tu wa kufundishwa, sio kama wale wenzetu ambao wakichukua mpira anataka hawe na touches tatu nne. Sio hawa, hawana touches nyingi na mtu akishika tachi moja tachi ya pili tayari anatafuta space nzuri. Wao watu wa dharau sana. Unajua hata Tanzania, kwani Tanzania sisi tulikuwa tuna mpira wa ajabu kabla Simba hajaanza kutupatisha rank ile, kutupatisha rank, tulikuwa tuna mpira wa ajabu. Umenipata hmm, miaka miaka karibuni, ukiacha na miaka 90 huko nyuma kule, of course timu zetu zilikuwa na pesa, lakini pesa zikuja zikapotea kwenye ramani ya mchezo wa afili. Na hadi lolote, tuko pamoja kwenye roa, si ndio bwana? Na wenyewe vile vile Swazilandi huko nyuma walikuwa na timu ambayo wanazifikisha paka kwenye makundi, huyu usisahau hilo swala. Sawa, Manzini Wanderers, Manzini Wanderers na Mbabane Swallows wameshai kucheza kwenye makundi, sio mara moja mara mbili. Kwa hiyo, maana washai kufika hiyo hatua ya makundi, kwa sababu wakipita hapa sasa hivi wa Nsingizini ama, wanaingia kwenye hatua ya makundi na wenyewe vile vile, ni hatua kwao. Kwa hiyo, tusichukulie ligi yao ni laini, ligi yao ni laini jinsi ambavyo ukiangalia ukimtazamo, lakini bado ni wagumu vile vile, 11 against 11, kaka na hawa ki vile zazi vyao vya sasa vya hivi ambao vinacheza mpira ni vile ambao vinapita through academies. Tukumbuke ile hapo kwa tutiangalie ile historia ya zamani tu, maana mpira zamani walikuwa hivi. Tungekuwa tunaweza kucheza Lisutu ungejua sawa. Kweli kweli najua ligi ya Lisutu kule, siyo? Timu zao ziko sita siyo saba mtu kama hicho hapo, lakini hapa ligi yao mpaka hata ya wanawake sasa hivi inapamba moto vizuri, na wachezaji wengine yaani wanatoa wachezaji hapa wanaenda kucheza ligi za South Africa, mpaka ligi za wanawake sasa hivi wanakwenda kucheza South Africa. Mhm, mm, wachezaji -hmm. wao wana maana, wana develop. Hata jana nilivyokuwa Prince of Wales kwenye grounds the Prince of Wales kuangalia, ila watoto wa academy walikuwa wanafanya kama bonanza, wanacheza of course, unaangalia kabisa mpaka hata 12 wanacheza mpira, wanacheza mpira, wanafundishwa watoto. Yani, mtoto akipokea pasi anajua jinsi gani kupokea pasi, inabidi asisubiri pasi, aifate pasi aondoke aondoke, amina, ajidisplace yeye mwenyewe akiwa anapokea pasi, ili kuweza kumpoteza opponents, ama sivyo bwana eh? Alafu, vile vile, anaangalia kabisa kwamba mpira ukiwa okay, unakuja hauruhusu mpira udunde, au sio bwana? Mtoto akipiga kichwa anapiga kichwa kwa malengo, unamwona kuanzia mdogo na miaka 12, 12 13, unamwona jinsi anacheza, unajua kabisa hawa tu wanafundishwa na wanaona mpira, wanatazama mpira kwenye TV sio kama zamani. Zamani hakukua na hayo mambo sawa sa eh? Na ubora oh, wa, okay. wa itimu kwa jinsi ambavyo ulivyoichunguza, ubora wao uko wapi? Ubora wao upo zaidi kwenye, kwenye, kwenye counter attack tu, wanaweza kucheza counter attack. Wana midfield wao, yule jamaa sijamshika jina lake vizuri, lakini wana pasi yao mmoja hivi yaani akivunja sana za kwenda mbele pasi nzuri sana za kwenda mbele. Yule yule bwana mdogo ambaye ndio mtoto mdogo, ana miaka kama 22, ana pasi nzuri sana za kwenda mbele. Kwa hiyo ukiangalia ni mtu ambaye anacheza mpira kwenye kitabu, yani anauona kabisa huo mpira kwenye kitabu, mpira kwenye TV, na yeye mwenyewe ana vision yake. Umenipata? Sasa kwao ni hmm, wazuri sana kwenye counter attack, wazuri sana kwenye counter attack, isipokuwa tu na ni vile vile hawachezi hawachezi dif, hawachezi mchezo wa defensive. Wakiingia wa uwanjani, wacheza mpira kwanza, yani wanacheza mpira kitimu kweli kweli. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.